Dhamana lipewa zoezi la kupiga kura na kuhesabu kura ikiwa ni sehemu ya usimamizi na uratibu wa uchaguzi wa rais na wabunge wa Jamhuri ya Muungano na madiwani wa Tanzania Bara ni kubwa, nyeti na muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Hivyo nategemewa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo takayopewa hadi hapo tutakapokamilisha jukumu hili. Dugu washiriki leo kuu hapa ya mafunzo ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa wsaizi wa vituo, ambapo na jukumu la kutegeleza shughuli za uchajuzi kwa sado katika ngazi ya vituo. Mafunzo haya anajumuisha wasimamizi wa vituo na wa wsaizi wa vituo moja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 maeneno ya vivoo venu kuo, ni zowezi la kupiga kura na zwezi la kuhesabu kura. Kwa wale mnaosomia zowezi la kupiga kura na kuhesabu kura kwa mada ya kwanza, ni yangu kuwa mtajifunza haraka na mtapata zoefu kupitia mabiliano ya pamoja na watendaji wengine wa kwa upande wa wale wazoefu, mtatumia fursa hii kujiongezea maarifa mapya kubadilishana uzoefu na washiriki wengine. Ndugu washiriki wote, tunafahamu kuwa uchaguzi ni mchakato unaodumunisha hatua na taratibu mbalimbali za kikatiba na sheria ambazo kupaswa wao kuzingatia, hasa katika ngazi ya kituo ambapo mchakato wa kupiga kura na kuhesabu kura kuendeshwa na matokeo ya uchaguzi kwa kiti cha rais ani ndipo yanapoanzia hatua na taratibu hizo. Ndio msingi wa uchaguzi huru na wa haki, na hatimaye kupunguza au kuondoa kabisa malalamiko au vurugu wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Nachukua fursa hii kuwaasa, kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba sheria, kanuni, taratibu, miongozo na maelekezo yaliyotolewa na Tume. Someni kwa umakini katika sheria, kanuni, miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayotolewa na Tume na ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo mbalimbali.